Habari mwana kuku chap chap. Leo ningependa ufahamu kuhusu kuku aina ya Ayam Cemani. Kabla ya yote, kama bado huja subscribe kwenye channel yetu ya kuku chap chap, basi chukua sekunde chache eh, kusubscribe na bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa ya masomo yajayo bila kusahau kulike, kucomment na kushare video hii na wafugaji wengine. Je, unafahamu nini kuhusu kuku Ayam Cemani? Na je, ungependa kufahamu kuhusu kuku aina ya Ayam Cemani? Okay ungana na mimi mazo mpaka mwisho kufahamu aina hii ya kuku kwanza kabisa hawa kuku kwa jina kamili wanaitwa ayam cemani ni weusi kuanzia manyoya ngozi na kila kitu mpaka nyama na kincha yai isitoshe hawa kuku waligunduliwa nchini indonesia karne ya kumi na saba pia hawa ni kuku ghali kuliko wote duniani nchini marekani yai moja la hawa kuku linauzwa mpaka dola mia na thelathini karibu na shilingi laki tatu za kitanzania kwa kuku mzima nchini marekani ufikia mpaka dola elfu mbili na mia tano sawa na takriban shilingi milioni tano na nusu inaonyesha kabisa ni dhahiri huyu kuku ni ghali kuliko kuku wote duniani ukija katika upande mzima wa wanyama yake inadaiwa kuwa na utofauti kidogo lakini inadaiwa kuwa ni tamu zaidi kuliko kuku wa kawaida waliozoeleka wengine nchini indonesia wanaamini kula nyama ya hawa kuku inaongeza kinga ya mwili. Kwa kula kini kibichi cha yai la kuku hawa inadaiwa inasaidia wanawake wajawazito wanaopata uchungu wa kuzaa kujifungua vizuri bila matatizo yoyote ya uzazi. tutakuwa tumefikia mwisho wa somo letu la leo. Kabla ya yote, kama bado hujasubscribe katika channel ya kuku Chapchapu, basi chukua sekunde chache kusubscribe na bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa ya masomo yajayo, bila kusahau kulike, comment na kushare video hii na wafugaji wengine. Asante na kwaherini.